Ah! <tunyajajajaja> Ujua watu nakuja hapa. <tunyajaja> Karibuni kwa mganga wa pigi, hodi. Haya, kamkao a kitu kidogo sana, kama livyokaa mimi. Mmoja akae hapa, mwingine akae hapa <tunyajaja> ah! <tunyajaja>